kwa sababu wewe Mungu unayetuficha, tunakutukuza Jova ile. Kwa kuwa Mungu umekuwa mwema sana, asante Jehova ile kwa wema wako na fadhili zako, pamoja na kuwa adui halali usiku na mchana, lakini wewe Bwana unaweza kutuficha, unaweza tuweka mbali na mawindo yake. e Bwana, Tunakushukuru watoto wako e Bwana majeshi. Nenda tumeleza bwana, mwambie Mungu asante kwa neema ambayo umekupa. Mshukuru Bwana kwa kinywa chako, mwambie Mungu, ninakushukuru kwa nafasi hii ambayo umenijalia mtoto wako. Tunakutukuza jume dalu liye mwamnifu tukisema asante e eh, Bwana majeshi Baba, tunakurudishia sifa na utukufu. Mungu lehai tunakushukuru. Asante kwa ajili ya familia zetu e eh, Bwana tunasema asante Yehova kine. Ninakushukuru kwa ajili ya mama yule, ninakushukuru kwa ajili ya baba yule ambaye Mungu mkuu umempa neema na kibali cha kuwa hai mpaka siku ya leo. Ni wengi ambao walitamani kuwa na nguvu kama zake, ni wengi ambao walitamani kuwa na afya njema, lakini Baba, hawajapata hiyo nafasi. Wengine hawajiwezi mahospitalini, e Bwana, wengine e Bwana, wamekufa, wengine Jova, wamepata ajali, lakini wewe Bwana umetutenga na kila aina ya vifo, umetutenga na kila aina za ajali, umetutenga na kila aina ya mabaya. Tunakurudishia sifa na tukufu, e Bwana. Asante Jehova ile. Nyenyekea mbele za Bwana na mwambie Mungu akurehemu, omba ema na utakaso mbele za Bwana. Yamkini ulikoenda, ulikotembea, umejikwaa mahali, umeruhusu mawazo mabaya katika afamu yako, umeruhusu mawazo mabaya katika akili yako. Sogea tu mbele za Bwana, mwambie Mungu atakase mawazo yako mwambie Baba takase fikra zako. Tunanyekea mbele zako Mfalme, tukiomba rehema zako, e Bwana, na utakaso wako. Tunaomba Baba kutakaswa na wewe kupitia jina hilo takatifu lenye nguvu na uweza zaidi ya yote Bwana. Tunanyekea mbele zako, tufundishe watoto wako Bwana. Hii ndio kiu yetu e Bwana, na njaa yetu Jehova ile, tukujue wewe tukufahamu wewe tukuelewe wewe Baba, tupate maarifa yatokayo kwako, maarifa yatokayo kwako Nasi e Bwana, tuko tayari, tuko tayari Bwana kujifunza, tuko tayari Bwana kufundishwa. Tunaomba Joba, tufundishe, tufundishe watoto wako, tupate kukujua, tupate kukufahamu kwa kadri ya weza wako na nguvu zako, ei mfalme, kupitia jina hilo takatifu lenye nguvu, nikiamini wewe Bwana upo na unafanya mambo makubwa, kwa jina lako takatifu. Mungu aliye hai, amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninamshukuru Mungu kwa kuwa ametupa neema na kibali tena kwa siku ya leo. Tulianza na ujumbe unaosema moyo wako ndio chaguo la Bwana. Jana tukaona sababu za kwa nini tumeambiwa tulinde sana moyo kuliko yote tunayoyalinda. Tuliweza kuona sababu tatu ni. Sasa bila kupoteza muda twende sababu ya nne. Sababu ya nne, moyo usiolindwa unaweza kudanganywa kwa urahisi. Tambua kuwa Mungu chaguo lake ni moyo, haangalii sura ya nje bali anaangalia jinsi moyo wako ulivyo. Sasa moyo wako kama hauna ulinzi, ni rahisi sana adui kukudanganya, ni rahisi sana adui kuwekeza vitu vyake. Na adui akishawekeza vitu vyake, na kuwa so simple kukudanganya, kukuragai, kukupeleka sehemu ambayo hukustahili kuenda na moyo wa mwanadamu ukisha jaa vitu ambavyo sio vizuri, au moyo wa wanadamu usipolindwa huwa ni mdanganyifu, mdanganyifu hatari, ikitokea hujapata ulinzi sahihi unaotakiwa, ikitokea hujalindwa kikamilifu, ukiamua kudanganya, moyo wa mwanadamu unadanganya kweli. Bwana Yesu asiwe sana. Kuna watu wengi wamepotezwa kuna watu wengi wamepotea na wamepotezwa na mioyo yao, mioyo yao imewadanganya. Kwa sababu gani? wali hawakupata maarifa ya kulinda moyo wao, moyo karibika na moyo mwanadamu ukiharibika ni hatari sana, haoni shida kuua, haoni shida kuteketeza haoni kufanya jambo lolote, haoni shida kufanya jambo lolote ambalo liko kinyume na sheria. Moyo wa wanadamu ukisha haribika, na kuharibika kwa moyo wanadamu ni matokeo ya kutokulindwa, au huu moyo haujalindwa kikamilifu jinsi inavyotakiwa. Wengine haelewi, twende tukasoma Yeremia sura ya 17 na ule msali wa 9, neno wa Mungu linasema moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote, una ugonjwa wa kufisha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 Lakini tambua ya kwamba moyo wa mwanadamu usipopata ulinzi unaotakiwa, usipopata ulinzi, usipolindwa kikamilifu, uwe una hakika ya kwamba una ugonjwa wa kufisha moyo. Ukiingiziwa udanganyifu, moyo kisha danganywa, uko tayari kuangamiza, uko tayari kuangamiza wewe. Kama imani yako ni ndogo, kama hujamjua Mungu vizuri, na ukakutana na mtu ambaye moyo wake umeharibika na yeye lazi, na wewe lazima uharibike. Kwa nini anasema ya kwamba katika Zaburi moja moja anasemaje hapo? Anasema kwamba heli mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki wala akusimama katika njia ya wakosaji wala akuketi barazani pa wenye mizaha bali sheria ya Bwana ndio nishia hapo impendezayo. Kwa nini anasema ya kwamba heli yule mtu asiyekwenda katika shauri la wasio haki? Watu wasio haki ni watu ambao mioyo yao imeharibika. Watu wasiokubali haki ni watu ambao mioyo yao tayari ilishaharibiwa na adui, ilishaharibika. Kwa hiyo ukienda katika shauli lao, huwe na uhakika ya kwamba na wewe lazima uharibike, kwa sababu moyo wao lazima una udanganyifu ndani yao. Mioyo yao ina udanganyifu ndani yao. Kwa hiyo ukikubali kwenda nao au katembea nao, uwe na uhakika wande Will see his changes, utashangaa ulikuwa na tabia fulani, leo hii unashangaa kuna vitu vya ovyo ovyo unaanza kuifanya kwa sababu gani? Umembatana na watu wenye mioyo iliyoharibika. Na usikilie watu walio wenye moyo wenye mioyo iliyoharibika haribika ni watu ambao wako mitaani, mnda mwingine hata kanisani, hata kwenye nyumba za ibada watu kibao, na tena huko ndo wamejazana. Hatari, mioyo yao imeharibika Mtu ambaye anasema Bwana Yesu asifi, na moyo wake umeharibika. Kwa sababu gani? hakukaa au hakuweza kulinda moyo wake sawasawa jinsi inavyotakiwa. Hiyo ni sababu mojawapo ya kulinda moyo wako kuliko vitu vyote, kwa sababu uharibifu ukiingia ndani ya moyo wako, uwe na uhakika maisha yako sio salama, na sio tu maisha yako, kama wewe una familia, na familia yako sio salama, utaingiza uta, una, unaweza ukashangaa baba au mama anatesa familia yake, unaweza ukashangaa wazazi wanatesa watoto wao. Mda mwingine sio wao, lakini waliruhusu mioyo yao iharibike. ya ilipoharibika, uwe na uhakika na mioyo ya watoto wao lazima itaharibika, labda neema ya Mungu ingilie kati kwa watoto. Lakini nataka nikwambia kwamba mzazi moyo wake ukiharibika, kuna uwezekano mkubwa na watoto wake kuharibika muda mwingine, leo hii tumekuwa tukiona watoto wameharibika, kumbe chanzo ni wazazi wao, ambapo waliruhusu mioyo yao ikiharibika, kama wazazi wakaambukiza uharibifu kwa watoto, kwa sababu treatment ambayo atakuwa anaifanya kwa watoto atakuwa anaifanya huku moyo wake umeharibika. Maana yake kufundisha watoto vituko, sio ajabu.